Ah, NICOL ilifuatia bei ku, ili yake kupanda kwa 2.56. NICOL imekuwa ikitrade within a range ya 780 mpaka 800 kwa kipindi cha mwezi mzima ama miezi miwili. Naona ile rally yake ya mwanzo iliyopeleka mpaka 800, saizi kama inaishiwa nguvu hivi. So, ina consolidate around 870 hapo. Ah, uh, so is NMB ambayo iliweza kulipa gawio. Tunaona yenyewe imepanda asilimia 1.96 and imepeak na yenyewe kwenye 5200 hapo, and to be honest, I don't expect much movement from now going forward, kutokana na trends ambazo zinakuwa zinaonekana hapo sokoni. Kinachoweza kika drive tu labda ni kama atakapo kama atatoa very strong first first uh, half year results hapo mwezi wa saba, hicho kinaweza kikapeleka bei at least kupanda kidogo lakini for now, i think upande wa NICOL itaendelea kuconsolidate hapo, ama watu wanaweza kuanza to take profits and stuff like that. Umeona?